Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man ahabba lillah wa aghdha lillah, atakayependa kwa ajili ya Allah na akachukia na akachukia kwa ajili ya Allah, akatoa kwa ajili ya Allah na akazuia kwa ajili ya Allah fakad stakmal liman, atakuwa amekamilika imani

fala yakunu waliyan lilah illa man amana bihi wa bima jaa bihi watabiahu batinan wa dhahira tabi, hawezi kuwa walii wa Allah isipokuwa yule aliyemwamini mtume sala llahu alayhi wasalam, na kaamini yale aliyokuja nayo na kamfuata mtume dhahiri na kwasiri. Umeelewa? ina maana Haiwezekani akawa wali wa Allah mtu asikuwa mwana Sunna, mtu wa bid'a hawezi kuwa wali wa Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo wali wa Allah anapatikana wa wali wa katika watu wa Sunna. Kwa hiyo hii ni misingi ya kuwapima mawali. Niliwahi kuwatadia kisa kimoja, niliwahi kuambiwa kuna shehe mmoja alikuwa anawaswalisha watu swali mara kwenye swala yake, wakasikia nafukuza mtu Afesh. kwenye swala yeah. toka simanaelewa. Sasa baada ya swala, wakamuuliza she, vipi tena ulikuwa unafukuza nini? Akasema, wakati mna swali niliona mbwa anakatiza kwenye kaburi ya Mtume yeye iko Tanzania Alafu kaburi liko Madina, subelilo la Mtume sallallahu alaihi wasallam uko Saudi Arabia, kwenda kwenyewe mpaka ndege. Yeye yuko hapa, kaona kaburi ya Mtume mina mandani mbwa nakatiza. Si alipitia wapi iyo mbwa? Yani kwa mazingira na nakuyajua haya, kamuona ile mbwa pale, sasa namfukuza ile mbwa. Watu wakashangaa, kwelesei, ushe hatari, ushe hatari sana.

watu wa kamili akatoka. Bwana mmoja akaenda kumsimulia mkewe, anambia shehe, leo senyi tunaye shehe huyu, mvua zikatiki tena hapa, tukifika msimu wa kulima tuenda kwa shehe kwa shehe huyu mkozegua. Yule mke wake alikuwa na amesoma kwa watu wa Sunna, naelewa shida ewani, hmm. Sa ndo hivyo wapa mitaini Akaambia kweli, asema shehe leo tuna swali, akamwona mbwa anakatiza kwenye kaburi ya Mtume, akamzuia yule mbwa yule. Ah, mwanamke akasema wekali s mwanamke akasema sasa tunaomba tuna, mume wangu mwalike shehe aje kidogo nyumbani, tutakuwa tukuta baraka huyo. Shehe mwalike angalau siku moja tulinaye hapa nyumbani lakini kabla ya kumwalika muulize, anapenda chakula gani tumwandalie, ili tusije tukaaibika tuka. Yule bwana akasema naam, nikamwingia. Akaenda akamwomba shekhe kwa heshima zote, tunaomba tule pamoja nyumbani, ila naomba uniambie chakula gani wapenda. Akasema mimi napenda wali, simenelewa, wali mweupe alafu ule wali na mayai ya kuchemsha. Mayai sikose mayai. Eh, sawa. Alhamdulillah. Akamwambia mwanamke, mwanamke akaandaa chakula kizuri, kakiandaa pamoja, akaandaa sahani mbili, bakuli mbili za wali, zikawekwa wali vizuri. Ile bakuli ya shehe, yale mayai akayaweka ya chini, chini ya bakuli, alafu wali ukafuatia juu Alafu bakuli mume wake yale mawadi mayai yakawekwa juu juu. Haya, wakakaribisha shekhe chakula, kikaanza kula. Sasa kila kila yule aliyemkaribisha mwenyeji anakutana na yai, kula yai, kula yai. Ile shekhe uzalendo uzalindo ukamshinda, akhi, sikwambia mimi napenda mayai? Sio leo, mbona hamna mayai hapa? Fahimtu ah yule yule yule yule, yule, yule bwana akabidi, eh, amulize mke wake, wewe mbona unatia kwa Sheikh mayai? Mwambie ma Sheikh wako mayai ila a, alimwambia mapema, ambea mayai haya, na yaweka chini Sheikh wako akiyaona, basi utajua ameona mbu wa Madina, lakini asipoyaona, ujue kwamba yule Sheikh wako muongo a mtu na yule mwanaume Sheikh akamwambia bwana, mimi Nimekuambia nataka mayai yule shehe yule yule bwana akachukua kijiko akafukua ule wali. Ambe shehe mayai haya hapa. Ah, kumbe hapa? Ambe shehe, uliona mbwa wa Madina mayai yako ni bakuli, uliaona simlewa apa. Ikawa ndo mwisho wa yule bwana na shehe. Angalia, mwanamume mwanamke msomi alipotumia njia ya kumnusua wa mume wake. E, tapeli huyu adangaye tamuona, ngu wa Madina mayai yako kwenye bakuli anakolia hajayaona. Kwa hiyo ndivyo walivyo hao waongo fahimu mtume